Katibu, Hongera. Asante sana. Nashukuru hongera pia na wewe. Ah, nashukuru sana. Hongera tu sisi kubwa ni nini, nini. Ah, uh, kwanza hongera? Uh, ya kwanza. Ndio. Ah, uh, sina uhakika ni mmiliki ni mwandishi mwenzenu ni nani, lakini nakumbuka mwandishi bora wa mashindano ya NMB Mapinduzi Cup ishirini na sita alitokea Kishai TV na we natokea Kishai TV. Kwa hongereni kwa hilo. Asante sana. Lakini pia hongereni kwa ku, kwa kushirikiana nasi mwa mwi. Kwa, ki, kwa, kibu, kwa, ki, kwa kivijana tutasema mwanzo mwisho sawa. Tumeona mashindano ya Mapinduzi Cup yalikuwa bora sana. Ipi, uh, siri yenu ambayo ilipelekea kwenda mashindano kwa bora, na tunaona wizara uh, ya michezo wamepewa kwa muda mchache, sana kitu umeona makubwa ambayo yamefanyika, ukihusisha zaidi kuhusiana na uwekezaji hmm. Kwa kweli siri ya mafanikio, nikisema moja nitakuwa nakosea, lakini kuna mengi moja ni uzalendo wanakamati wali walikubali kutoka moyoni kwamba ili jambo ni letu la nchi, na kwa hiyo tulitende haki kwa uzalendo, ulifanya kazi uh, mashirikiano baina ya wanakamati na, na, na viongozi wa serikali kwa ujumla, uh, msaada kutoka kwa viongozi wakuu wa serikali pale tunapokwama, tulikuwa tunarudi kwao immediate na wao wana act immediate, uh, kutusaidia kutatua shida yote tulokuwa nayo. Uh, jengine bila shaka uhodari na, na, na, na, na jambo jema lolifanya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baza Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa, kwa kuionyesha michezo kwamba ina, ina, ina thamani fulani, kuionyesha Zanzibar kwamba inatakiwa iwe sehemu fulani. Kwa hiyo haikuwa, ilikuwa kazi ngumu, lakini haikuwa ngumu sana ukizungumza uki, uki kidogo, tuna wadhamini wa, wa, wa, wa, kwa maana ya makampuni ya mashirika taasisi za serikali ukiwaambia kidogo tu kuhusu mapinduzi basi wao washakuelewa sana. Uh, nadhani changamoto kubwa ilikuwa ni muda, kama tungekuwa tuna muda wa kutosha uh, ingekuwa zaidi ya ulivyoyaona. Kwa hiyo tunashukuru na siri na, na, na ni hizo kubwa sana . Sawa kabisa, tumeona safari hii kamati imekuja na kuongeza dau kubwa zaidi kutoka katika milioni 100 mpaka kufika katika milioni hamsini kwa mshindi. Lakini bonus za nyota wa mchezo na wenye nizamu pia ziliongezwa. Ye, tutarajia hayo katika msimu ambao unaofuata. Mm, nataka niseme naogopa kusema, naogopa kwa sababu mimi sasa hivi ni katibu mstaafu uh, nimemaliza muda wangu, lakini nina uhakika. Ma, Mapinduzi Cup Zanzibar haijawahi kushuka thamani na hawajawahi kushusha kiwango cha fedha, ni kupanda kila siku, kwa hiyo nina uhakika kama haitokuwa mia kama haitopanda basi haitopungua mia hamsini kwa bingwa na haitopungua mia kwa makamu bingwa. Haiwezekani kupungua, kupanda kuna uwezekano huo mkubwa tu, hilo nina uhakika nalo, pamoja na kwamba si msemaji tena wa hiyo inayofuata, lakini nina uhakika kwa sababu ya experience tayari, nina mwaka kama wa sita uh, nafanya Mapinduzi Cup, huu mwaka wangu wa tatu nikiwa kama katibu, kwa hiyo nina uzoefu na nina uhakika haiwezi kushuka. Sawa, na umesema una experience, una experience, lakini pia ni mwaka wako wa tatu kwa, tatu, kwa katibu wa mashindano ya Mapinduzi Cup. Je, tutarajie pia timu kwa msimu unaokuja uh, zitaongezeka zaidi ama mfumo wa Mapinduzi Cup labda inaweza kaja, inaweza kaja katokea kwa, kwa mfumo wa ligi uh, kwa, kwa, kwa mapendekezo tuliyoyatoa kwenye ile ripoti tuliyomkabidhi leo mheshimiwa waziri ambayo baadaye ile itafika kwa mheshimiwa makamu na itafika kwa mheshimiwa rais yeah, uh, kuna some sort ya, ya, ya mapendekezo fulani kidogo ya kubadilisha uh, namna uh, yani kuongeza raha zaidi kwenye Mapinduzi Cup inayofuata. Na ndio maana leo hapa mheshimiwa waziri ka, kaunda kamati mpya ndogo, japo kamtangaza mwenyekiti tu, lakini bila shaka ataweka na wajumbe hapo mbeleni kidogo, ambao wataanza maandalizi ya, ya, ya, ya next Mapinduzi Cup uh, muda ukiwa mzuri wa kupanga mwakani itakuwa, ita, itaboreka zaidi, itakuwa ni bora kuliko, kuliko zote zilizopita, kama ambavyo ya mwaka huu ilikuwa bora kuliko za nyuma. Kwa hiyo tufanye kama surprise, tusubiri tuone, inshallah 2027 itakuwaje, lakini I'm sure itakuwa jambo kubwa zaidi ya mwaka huu. A, kwa upande wako, uh, ukiwa kama katibu ama katibu mstaafu, kabla hujawa katibu mstaafu, kipi ambacho labda kwako kimekufunza zaidi na kipi ambacho unahisi Aa, kama utapewa tena nafasi nyingine kwa katibu wa basi mbawewe, una, una kuna jambo ambalo unatamani kwenda kuongeza zaidi? Kwanza nashukuru nimejifunza, uh, kwenye familia n yani, uh, mke, watoto, namna wanavyokuvumilia ukiwa na majukumu makubwa kama haya ya kurudi nyumbani saa nane usiku hmm. kutoka saa kumi na mbili asubuhi, nimejifunza uvumilivu hmm. kwangu binafsi na kwa watu ambao wanalazimika au kwa wao ni haki kuniona muda wote nashukuru nimejifunza huo uvumilivu, lakini uh, nimekwambia mimi huu ni mwaka wa tatu kuwa katibu na ni mwaka takriban wa sita kuwa, kuwa kwenye kamati ya kombe la Mapinduzi. Kwa pia nimejifunza changamoto za mwaka juzi zilitatuliwa kidogo mwaka jana, sasa mwaka jana zimetatuliwa, kwa nimejifunza kwamba kila mwaka mashindano yanakuwa bora zaidi kwa kutumia experience ambayo wajumbe huwa nayo kutokana na changamoto zilizotokea msimu uliopita, mwaka huu wakazikava mapema zisitokee. Kwa hiyo, naamini kwa experience hiyo hiyo mwakani pia wata, wakisoma ile ripoti watakaokuja kwenye kamati ya mwakani wakisoma ile ripoti wataona uh, changamoto zilikuwa ni zipi, na kwa hiyo watatizama namna ya kuzi, kuzitatua kabisa kabla hazija, hazijatokea kwa mwakani. Kwa bila shaka kujifunza, unajua elimu ni bahari e, hatuchoki kujifunza. Kwa hiyo uh, tumejifunza mengi likiwemo hilo la, la, la, la uzalendo ni nini kujitolea ni nini subra ni nini, uvumilivu, kuwa tayari muda wote hata kutokulala ikiwezekana. Ee, mi hii hii Mapinduzi Cup ya mara hii finali tulifanya Pemba. Hapa katikati kuna siku ilinibidi nitoke asubuhi niende Pemba nirudi jioni, wakati huko Pemba, huku Unguja kuna kazi zinaendelea, mimi kule ndo najaribu kuzi, kuendelea kuzifanya zile, hata kama ni, ni, ni vacho lakini nimeona kwamba ukipewa jukumu unatakiwa uwe uvumilivu, unatakiwa uwe hodari, unatakiwa uwe mzalendo na unatakiwa uact immediately. Kuna vitu vingine wakubwa inabidi baadaye wapelekee tu taarifa kwamba kulitokea changamoto fulani nikaitatua kwa namna hii. Uh, watakurekebisha mara nyingine ikitokea tatua kwa namna ile, lakini hawakulaumu. Kwao nimejifunza hivyo kwamba pia, ukipewa jukumu uwe uwe, uwe mwepesi kufanya maamuzi. Uh, sio lazima kila jukumu kwanza usik advice au usik permission maamuzi alafu baadaye uta, uta, utasaidiwa yale maamuzi yalikuwa ni sawa au hayakuwa sawa. Sawa, lakini la mwisho tukienda kumalizia zaidi kuhusiana na namna ambavyo tunaona kila mwaka uh, uh, ligi ya Mapinduzi Cup ina, inazidi kuongezeka thamani. Yes. Lakini je, ye, tuone um, kwa mwaka ujao kutakuwa kuna chagizo zaidi? Kwanza kwanza kwanza tuirekebishe tu, tu kidogo sasa tunaita NMB Mapinduzi Cup. Kwa hmm, mwaka huu kama unakumbuka ndani ya ukumbi huu Uh, tulisain mkataba na NMB tarehe ishirini na nane ya Disemba, ambayo tarehe ile ile ishirini na nane ndio siku tuloanza mashindano. Kwa hatukuwa na muda wa sisi na NMB kujipanga sana kwa mashindano haya, lakini NMB anaendelea kwa miaka mitano mbele. Kwa bila shaka kwa mwaka huu kutakuwa na muda mzuri wa kamati na NMB kukaa kwa muda mrefu kupanga vipi yawe bila shaka Jambo lolote ukilipanga kwa muda mrefu litakuwa zuri, naamini. So, hivyo sawa basi, mi nikutake uh, kila la kheri katika kustaafu kwako, lakini tunategemea tena tuje tukuone tena ukifufuka upya, amina, inshallah vile itakavyowapendeza hmm, viongozi wakuu wa nchi hii hmm, na kushukuru. Asante sana ah.